Kiboko TV. Kwanza ni, ni, niseme kuhusiana na bajeti ya elimu ambayo naamini kwamba leo jana, jana. Um, ningependa kwanza serikali itoe fedha za kutosha kwa upande wa Wizara ya Elimu kwa sababu elimu ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu. Uh, kwa maana ipi, ili tuweze kuendelea kama taifa, lazima tupate wataalamu ambao watatuwezesha kuwezesha taifa letu liweze kusonga mbele katika kila sekta. Kwa hivyo, katika upande wa elimu especially kwa kipindi hiki ambacho serikali imeanzisha um, mtaala mpya ulioboreshwa, inahitaji fedha zaidi ili iweze kutekelezeka kikamilifu, kwa sababu ukiangalia bado miundombinu ya utekelezaji wa elimu e, mtaala mpya huu bado haijakaa vizuri. Kwa hivyo wizara hii inahitaji fedha zaidi ili iweze kutekeleza e, hii e, mtaala mpya ulioboreshwa e. Kwa kama mnavyojua ndugu watangazaji, ni kwamba e, mtaalo wa zamani ulikuwa ni mtaala ambao ni wa kukalili ambao mara nyingi Wana, wahitimu walikuwa na hitimu elimu yao, bado hawana uwezo wa kuajirika kwa sababu ya utaalamu e, waliopata vioni haukuwa hukidhi mahitaji. Kwa hivyo kuboresha mtaala yetu ilikuwa ni muhimu sana, na kwa hivyo inahitaji ipate fedha ya kutosha ili iweze kutekeleza e, mtaala huu kwa manufaa ya taifa letu kwa ujumla lakini, <laughs> uh, lakini pia e, kama mnavyojua kwamba e, upande wa Tarime mjini kwa e, kweli ufaulu ni mzuri na mambo yanaenda vizuri, na tumepokea fedha nyingi sana katika wilaya e, e, e, jimbo letu, ambapo tumeweza kujenga sekondari mpya, shule za msingi, madarasa yameboreshwa, ingawa kuna bado yale shule zile za kongwe ambazo bado serikali inaendelea kuyaboresha tunaamini kwamba kabisa kabisa e, kadri siku zinavyokwenda e, mambo yatakaa vizuri na e, sekta ya elimu itakaa vizuri. Upande wa barabara katika jimbo letu la Tarime liko vizuri, liko vizuri ingawa wakati huu kipindi hiki ambapo hatuna e, rami nyingi sana katika jimbo letu e, e, lami ni kilomita isiyozidi kumi na kumi na mbili lakini tuna barabara nyingi ni, ni rough road ambapo wakati huu wa mvua barabara nyingi zimeharibika. Be, zimeharibika zipitiki, lakini serikali imeleta fedha nyingi sana ambapo barabara hizi zimelimwa zime na kuwekwa moram vizuri, lakini tatizo limetokea tu wakati huu wa kipindi cha mvua ambapo barabara nyingi zimekuwa, zimeharibika. Aa, viwanda na biashara bahati bahati mbaya kwamba Tarime ndio sasa tunapambana ili tuweze kupata viwanda eh, especially za kuzindika ndizi na mazao yanayozalishwa Tarime mjini na, lakini katika hali ya kibiashara wafanya biashara wanafanya shughuli zao vizuri, na nimshukuru sana serikali na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tulipokea shilingi bilioni tisa nukta tano, nukta sita ambapo limejengwa soko la kisasa kabisa ambapo katika kanda ya ziwa hakuna soko ambalo linalingana na, na soko la Tarime ambapo litapokea zaidi ya wafanyabiashara mia tatu sitini watafanya watapata nafasi ya kufanya biashara katika soko lile, na hivi punde linaenda kufunguliwa. Tayari tumetangaza eh, wafanyabiashara kuomba na eh, vibanda. Naamini kwamba likifunguliwa kwa kweli, itaboresha maisha na mzunguko wa fedha katika mji wetu wa Tarime. Halmashauri itapata fedha lakini pia mzunguko wa kifedha utaongezeka katika mji wetu wa Tarime. Kwanza nikanushe kwamba Tarime shughuli za kufanya ni chache. Hapana, Tarime ni ina ardhi ya rutuba nzuri kabisa kwa ajili ya kilimo, lakini pia inakubali ufugaji, lakini pia kuna mzunguko wa fedha mzuri, ukikumbuka kwamba Tarime ni imepakana na Sirari ambapo biashara ni kubwa sana, mzunguko wa fedha kutoka Kenya kuja Tanzania kwa hivyo, ni shughuli ni nyingi za kufanya, na vijana wengi wamejiajiri kwenye kilimo, wengine wamejiajiri kwenye biashara, wengine wamejiajiri kwenye eh, shughuli mbali mbalimbali za mzunguko wa fedha. Kwanza soko, hali ya soko ni kwamba limefikia asilimia 98 wako katika hali ya kuweka finishing, kupaka rangi na kusaisha pale ambapo kulikuwa kjakaa sawa, lakini kwa asilimia soko limekamilika. Kwa hivyo kama nilivyosema, kwamba sasa hivi ametangaza wafanyabiashara kuomba vibanda, ambapo tayari tangazo nimeona limerushwa kwa ajili ya wafanyabiashara kupewa elimu namna ya kuomba e, vibanda kwenye soko lile, na kwa hivyo soko limefika hatua nzuri, lakini pia kwenye upande wa e, mnada wa Magena e, tunasubiri tupate fedha kwa ajili ya kuboresha E, serikali iliahidi kutuletea shilingi milioni 150 kwa ajili ya kuboresha soko lile la Magena ingawa kuna ushindani mkubwa sana kutoka mnada jirani wa Mabera lakini tunaamini kwamba tunaweza tukafanya jambo kuhakikisha kwamba tuna compete na wenzetu wa Magena, wa Mabera. Uh, ni kweli kwamba katika jimbo letu la Tarime mjini tulikuwa na changamoto uh, wakati tunaomba kura naomba 2015, kura na changamoto hizo zilikuwa ni soko barabara umeme pamoja na dampo eh, ambalo liko liko katikati ya mji, lakini pia tulikuwa na changamoto upande wa elimu na afya. Na mpaka sasa tunavyozungumza, tumetimiza hadi eh, eh, na tumetatua changamoto hizi kwa asilimia themanini ambapo mpaka sasa soko limekamilika, barabara zimelimwa na zime, nyingi zimezibuliwa na zile ambazo zilikuwa sugu zimeweza kurekebishwa, na lakini kwa upande wa elimu shule nyingi zimejengwa ambapo sim, shule zimejengwa so, karibu na wananchi zaidi na sekondari zimeongezeka. Lakini pia upande wa afya tulikuwa na hospitali moja ya, ya wilaya pamoja na kituo kimoja afya na zahanati nne, lakini mpaka tunavyozungumza kila kata inayo zahanati ambayo imejengwa kwa hivyo huduma ya afya imesogea kwa wananchi. Lakini pia maji, tulikuwa na tatizo la maji tumepata mradi mkubwa kabisa kutoka Ziwa Victoria ambao umegharimu zaidi ya shilingi milioni 134, ambapo ilikuwa ni changamoto sana, lakini mpaka sasa uh, e, mradi huu jakamilika, serikali imetoa fedha, tumeweza kuchimba visima. Tumechimba kisima cha Chomete Gimenya pamoja na ile itununo ambayo mpaka sasa asilimia ya wanatarime asilimia 60 wanaweza kupata maji safi na salama Kiboko.